Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatatu. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, tunalipata kutoka katika kitabu cha Mwanzo, sura ile ya 18 aya ya 16 hadi ya 33, na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo, sura ya 8 aya ya 18 hadi ya 22. Nitaisoma injili. Yesu alipoona makutano mengi wakimzunguka aliamuru kuvuka kwenda ng'ambo. Mwandishi mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitakufuata kokote uendako. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana vioto, lakini mwana wa Adamu hana pakulaza kichwa chake. Mwingine katika wanafunzi wake akamwambia, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Lakini Yesu akamwambia, nifuate, waache wafu wawazike wafu wao. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 tunakutana na habari za Ibrahimu ambaye yeye alikuwa ameshaitikia ule wito wa kuja kuishi katika nchi ya Kanaani. Ametoka katika nchi ya Uru wa Kaldayo. Akiwa pale Kanaani, ukatokea ugomvi kati yake yeye na mjomba wake, alikuwa anaitwa Lutu. Lutu akaenda kuishi maeneo ya Sodoma, katika miji ya Sodoma na Gomora. Katika hiyo miji ya Sodoma na Gomora kulikuwa kuna dhambi chafu ilikuwa inaendelea huko dhambi hii ilikuwa ni mapenzi ya jinsia moja, ambayo katika dhambi hiyo, wale watu wa Sodoma walivyokuwa wamefanikiwa katika maisha, wakakataa kufanya lile ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa amewaagiza, yaani mahusiano yaende katika jinsia ya kike na kiume, wao wakabakia katika mapenzi ya jinsia moja, ndipo Mwenyezi Mungu hasira yake ikawaka akatuma malaika kwenda kuangamiza ile miji ya Sodoma na Gomora. Katika njia hiyo ya kwenda katika miji ya Sodoma na Gomora, walipita katika mji au walipita kwa familia ya Ibrahimu. Ibrahimu akawapokea wale malaika wa Bwana akawapatia chakula. Alipopatia chakula, ndipo sasa hawa malaika walipokuwa wanaondoka kwenda huko, Bwana akasema, kwa nini nimfiche Ibrahimu e, jambo ambalo naenda kulifanya katika miji ya Sodoma na Gomora, kwa sababu katika mipango ya Mwenyezi Mungu Ibrahimu angekuja kuwa taifa kubwa sana. Tunaojifunza hapa ni kitu kimoja, kwamba katika safari yako ya maisha yoyote ile, mpokee mgeni usiyemjua. Ibrahimu aliwapokea wale malaika wa Bwana, hakuwajua kama ni malaika wa Bwana, aliwapokea akawalisha chakula na baadaye hapo hapo wakamwambia kwamba mwakani utapata mtoto, na baadaye pia hawakumficha lile ambalo walikuwa wanaenda kulifanya huko. kutopokea wageni ambao huwajui, anayekuja ofisini kwako ukamhudumia, ukampatia mahitaji yake ya siku hiyo, mtu huyu ukamtendea mema, itakupelekea katika kuweza kufunuliwa mambo makubwa ambayo Mwenyezi Mungu a nataka kuweza kuyafanya katika kuangamiza baadhi ya vitu vingine. Mwenyezi Mungu anaongea na Ibrahimu juu ya Sodoma na Gomora kwamba sasa, ninashuka nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichokuwa kimenijia, kama sivyo, nitajua kwamba tabia ya kuwafanya watoto wadogo kuwaingilia ki, wa, kinyume na maumbile watoto wadogo ambacho kilikuwa kimekithiri katika miji ya Sodoma na Gomora Bwana ilibidi ashuke, na hapa tunaingia katika fundisho la pili. Jamii yoyote ile ikiwa imefanikiwa katika safari ya maisha, wakajiona kwamba wao wamefika katika mafanikio ya hali ya juu, huwa wanaacha kufanya kile ambacho kipo kulingana na maumbile, wanaanza kufanya mapenzi kinyume na, ma na maumbile, mambo haya ya Sodoma, mambo haya ya Gomora na katika dhambi hiyo ni dhambi pekee ambayo Mwenyezi Mungu amesema, sasa ninashuka ili nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio hicho, kwa maana kilio cha wale wote wanaofanyiwa mabaya hayo kinafika mbele za Mwenyezi Mungu. Sodoma na Gomora tutasikia kwamba inaenda kuangamizwa kwa ajili ya dhambi hiyo. Baadaye ilikuja miji ilikuja mataifa mengine makubwa sana duniani ambayo wali baada ya mafanikio hayo waliingia katika dhambi hiyo dhambi hiyo iliwakumba pia mataifa ya Wagiriki. Dhambi hiyo pia iliyakumba pia mataifa ambayo yalikuwa yameendelea sana kipindi katika dola ya Kirumi na ikapotea mpaka leo haipo. Na dhambi hii pia imeanza pia katika mataifa mengine ambayo ni makubwa, baada ya kuweza kuona wamefanikiwa, na hawataki tena kuweza kufanya yale ambayo kulingana na maumbile, wanaenda kinyume na maumbile na taratibu kilio hicho kinavyofika mbele za Mwenyezi Mungu hadi kwa watoto wadogo, Mwenyezi Mungu lazima aweze kuangamiza kama vile tutakavyoweza kusikia katika hili somo. Tumuombe Mwenyezi Mungu sana. Ukiona dhambi hiyo katika nchi inaingia, kemea sana dhambi hiyo. Ukiona dhambi hii imeingia kwenye familia yako, si dhambi ya kwenda kuifumbia macho. Huo mji lazima utaangamizwa tu, kwa sababu kilio hicho kinafika mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukiona dhambi hiyo imeingia katika ukoo, katika kijiji chenu katika mtaa wenu mwikemee dhambi hiyo, si dhambi ambayo inaleta baraka. Ndipo basi wale watu wakatoka wakaenda Sodoma, walipomwambia Ibrahimu habari hizo juu ya kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora, Ibrahimu akasimama akaanza katika maombi, akawauliza je, kama kuna watu hamsini wa katika mji huo ambao ni wenye haki, ni wacha Mungu, mtaangamiza huo mji? Wakasema hapana, hatuweze kuangamiza walishuka hadi wakafikia watu watano, na alipofika hapo akasema Bwana kwamba siwezi kuangamiza mji wa Sodoma na Gomora kama kuna watu watano ambao ni waaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Basi baada ya hapo, ndipo huyu Ibrahimu akajua kwamba, ndugu zake, akajua kwamba huyu ndugu yake Lutu ataweza kuokolewa. Wataalamu wa mambo ya kiroho wanasema mambo yafuatayo kwamba Ibrahimu alipata nafasi kubwa ya kusimama mbele za Mwenyezi Mungu kupata mafunuo ya yale mambo ambayo yangeenda kutendeka, kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora. Alichokifanya, aliingia kupeleleza tu ni namna gani watu ndugu zake waweze kuokolewa. Hakuweza kupiga magoti mbele za Mwenyezi Mungu kuweza kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu kwamba Baba, ninaomba huruma yako, kwa sababu katika dhambi kama hizo hizo zilikuwa zimefanyika kwa wana wa Israeli walipokuwa katika chini ya mlima ule Sinai, Musa alipokuwa mlimani kule juu akiwa anapokea amri za Mwenyezi Mungu, walifanya dhambi za uchafu, wakamwasi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hasira yake ikawaka, lakini Musa alipiga magoti akaomba huruma Mwenyezi Mungu na wana wa Israeli wakasamehewa ile dhambi. Huyu Ibrahimu hakuomba huruma ya Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu, naomba huruma yako kwa ajili ya miji ya Sodoma na Gomora. Aliacha alipoona kwamba ndugu zake watakuwa wameokolewa akawaacha wale waweze kuangamizwa. Katika nyakati ambazo tuko nazo, dunia nzima inatetemeka kwa ajili ya dhambi ambazo zimeingia. Hatujua watoto wa kiume watakuwaje, hatujua watoto wa kike watakuwaje. Hatu, kwa sababu dhambi hizi zikiingia maana yake hatuwezi kupata watoto ha, lile kusudi la Mwenyezi Mungu la zaeni mkaongezeke halipo, kwa sababu watu wanafurahia kufanya mapenzi ya jinsia moja tofauti na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Katika dhambi hii, ambacho kinaweza kutuokoa katika kipindi hiki ni maombi ya huruma ya Mwenyezi Mungu tu. Tuombe huruma Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo tumepata. Mwenyezi Mungu akikuonyesha juu ya mabaya yanayokuja, usianze kuomba kuwaombea ndugu zako, omba huruma ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya dunia nzima iweze kuokolewa. Huruma ya Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi kuliko ukubwa wa dhambi ambazo tuko nazo. Sodoma na Gomora. E, Ibrahimu alionyeshwa hakusali, lakini sisi Mwenyezi Mungu anayetuonyesha tusali huruma yake ataweza kutuokoa na hiki kizazi kibovu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.